Na mtazamaji, bila shaka ni hewala kwa familia, marafiki na jamii kwa kupatikana kwa mheshimiwa huyo ama kiongozi huyo. Tuangazie usuhuba wa hivi majuzi wa UDA na ODM, ambapo mkataba wa ushirikiano wa kikazi baina ya chama cha UDA na kile cha ODM uliotiwa saini siku ya Ijumaa na Rais William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, unaendelea kuibua hisia mseto humu nchini. Huko Kilifi, gavana Gideon Mung'aro alisema ushirikiano huo utawezesha utekelezaji wa ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa NADCO. Haya najiri huku kundi la viongozi wa makanisa kutoka eneo la Ukambani, likitoa wito wa umoja wa jamii ya Wakamba na kuunga mkono azma ya kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, ya kuwania urais mwaka 2027. Gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro na mbunge wa Malindi Amina Mnyanzi wamepongeza mkataba wa ushirikiano kati ya chama tawala cha UDA na kile cha upinzani cha ODM wakisema ni muhimu kwa amani ya taifa hili. Sisi kama ni baba baba sign agreement tena pele tena bado. Sign tena bado. Toto na sisi baba baba. Kabisa, mimi ni mtoto wa baba. Kwa hivyo pale alipo baba ndipo nilipo mimi. Raila Amolo Odinga jana akaweka mkataba na serikali kupitia rais wetu William Ruto ili masuala haya yajadiliwe pale ndani, bei za gharama ya chakula zirudi chini, tuunde kazi za vijana. Mkataba huu uliotiwa saini Ijumaa pia umeungwa mkono na aliyekuwa waziri wa jinsia ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa bodi ya barabara hapa nchini Aisha Jumwa, ambaye ametoa wito kwa pande hizo mbili kuhakikisha wanawake wanapewa kipaumbele kwa nyadhifa za serikali. Mbunge wa kaunti ya Isiolo Mumina Bonaya pia ametetea mkataba huo kati ya UDA na ODM, huku akipuuzilia mbali madai kuwa umelemaza siasa za upinzani hapa nchini we haya yanajiri huku baadhi ya viongozi wa kidini na wanasiasa katika kaunti ya Nairobi wakielezea hisia ya mseto, wakisema sintofahamu unaogubiga bima ya afya ya kijamii inafaa kushughulikiwa. Kiongozi anapotuambia jambo, tunaamini jambo hilo, na kwa hivyo kwa sababu amesema, tunangojea kuona sha tukienda hospitalini tupate shaa inafanya kazi. Matamshi sawia yalikaririwa na viongozi wa kidini katika kaunti ya Kakamega ambao wanawahimiza Wakenya kuwa na subira na vile wameungana, tunatarajia sasa uchumi yetu Kenya inaenda kubadilika. Baadhi ya viongozi wa kanisa katika kaunti ya Machakos, hata hivyo, wanashauku kuhusu mkataba huo wa ushirikiano, na badala yake wanatoa wito kwa umoja wa jamii ya Wakamba na uungwaji mkono wa mmoja wao katika uchaguzi mkuu ujao wakati kama huu tuna wasii wawe kitu kimoja na waungane na wa support his Excellence, Kalonzo Musyoka ili jamii ya Wakamba iheshimiwe. Hatimaye baadhi ya wazee wa jamii ya Basuba kutoka kaunti ya Homa Bay wakiongozwa na mwenyekiti wao Ochieng Ounga wameelezea kuunga mkono mkataba wa ushirikiano kati ya Rais William Ruto na Raila Odinga na kuwahimiza wanasiasa kuepukana na matamshi ya kugawanya nchi hii. We as Nyanza people we are fully behind him and we are asking him to go full throttle in his support to this government. Tilio Marco, Darubini Wikendi.